Mstari wa kumi na sita na mstari wa kumi na saba Watesalonike wa kwanza sura ile ya nne mstari wa kumi na sita na mstari wa kumi na saba nitasoma. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kumbe maneno haya ni faraja kwa mtu ambaye yuko katika nyumba ya Mungu katika kanisa. Bwana asifiwe. Tunajua kwa kadri ambavyo tunaendelea kukaa katika imani tukijifundisha au tukijifunza maandiko, tunagundua kwamba nyakati tulizonazo ni nyakati za mwisho. Haleluya. Sasa nitumie Kiswahili hiki ili unielewe, tuko katika siku za siku za mwisho. Maana siku za mwisho zilianza wakati Mungu alipomwaga Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi wa Yesu pale Yerusalemu. Amen na mpaka wengine wakachukua jina la siku hiyo Pentekoste. hey, Haleluya. Kwa nini waliokoka tunajiita wa Pentekoste? Ni kwa sababu Pentekoste ndio iliyozaa kanisa halisi. Amen. Kwa hiyo uwe mtg Mgalilaya, mt Mgalilaya. Nimeona Galilaya wako wawili, nilikuwa kwa bosi wenu wiki iliyopita. <laughs> Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo uwe Mgalilaya ili mradi unakiri habari za Roho Mtakatifu we ni mpentekoste. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya umwagiko wa Roho Mtakatifu ndipo tunasema kanisa lilizaliwa na ndipo siku za mwisho zilianza. Haleluya, Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaweza kujifariji unasema, ha, si miaka imeenda, si siku za mwisho zilishaanza? Lakini nataka kukwambia wakati tulionao ni wakati wa siku za siku za mwisho. Kwa nini nasema hivyo? Ukiiangalia dunia tangu ilipoumbwa wanasayansi wakiangalia kwenye TV wanatudanganya wana kwamba dunia ina maelfu maelfu ya miaka. Sasa ndio hapo sayansi na Biblia vinachengana wakati mwingine. Haleluya haleluya, amen. Lakini kwa kadri ya usomaji mdogo tu hata wa mtoto wa kindagaten mtoto wa sunday school anaweza kukufundisha anaweza kukwambia, dunia ilipoumbwa ulifika wakati Mungu akaigharikisha dunia, na tangu dunia ilipoumbwa mpaka kugharikishwa, atakwambia ilikuwa imepita miaka elfu mbili Si ndio wasomi? Si ndio? Sasa tangu garika mpaka Kristo anazaliwa miaka elfu mbili mingine, kama hujakimbia ni mbande uh, umande ni miaka mingapi hiyo? Eh, elfu nne. Kwa hiyo tangu kumbwa kwa dunia mpaka garika miaka elfu mbili tangu vialika mpaka Yesu kuzaliwa miaka elfu mbili tangu Yesu kuzaliwa mpaka leo tuna miaka mingapi? elfu mbili, tuseme tu elfu mbili, mbili. Kwa hiyo tangu li dunia limeungwa, yaani mwanadamu wa kwanza ameanza kuwepo duniani miaka elfu sita lakini lina linanyanyuka, lina kitu sasa. Mimi nimekula chumvi, nimekula chumvi, dunia yenyewe tu haijala hata karobo ka chumvi, dunia ya jana tu imeanza. Amen, amen, amen. <laughs> Petro anasemaje? Anasema siku moja kwa Mungu ni sawa sawa na miaka elfu, miaka elfu ni sawa sawa na siku moja. Haleluya, huyo Mungu alipoumba dunia ndani ya siku mbili, si miaka elfu mbili, ndani ya siku mbili, wanadamu wakawa wamejichanganya, akawafuta kwa maji. Two days only. hiyo ni hesabu ya Mungu, si ndio? Wa ukisema na miaka elfu mbili, Mungu anakwambia una siku mbili. Kwa hiyo ukiangalia sisi hapa tulipo huku kuanzia huko madhabahuni hakuna mtu hata mmoja amewahi kuishi siku moja kwa hesabu ya Mungu. Nimesema leo nafundisha siku mbili. Hallelujah, haleluya! Haya ni mambo ya muhimu sana kuyajua sisi kama wateule tuliomwamini Kristo ili imani yetu iongezeke ni muhimu kujua asili yetu tunakotoka na tunakokwenda, Amen. na mwisho wetu, haleluya, haleluya. Ndani ya siku mbili Mungu akaifuta dunia. Baada ya hapo mwanadamu tena akaongezeka, Yesu akaja kokoa ulimwengu. Baada ya miaka miwili tena Yesu akazaliwa, akaenda zake mbinguni. Kwa tangu alipo pakwe na mbinguni mpaka leo tunaogelea katika siku sita. Sasa sikia, ukisoma katika kitabu cha Hosea sura yake ya sita anasema njoni tumrudie Bwana. Huwe ni unabii unatangaza siku za mwisho. Hosea, Hosea, Hosea sura yake ya sita. Haleluya, haleluya, amen. Jiokee jirani yako, mwambie kula gombo hilo, amen. Nataka nifundishe tu leo Hosea sura ya sita mstari wa kwanza, nasema njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha. Baada ya siku mbili, shika hapo, baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi natujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama mvua ya vuli ii nyweshayo Uni unabii Amen. Hosea anasema baada ya siku mbili mungu atatufufua sasa hao waliokuwepo wakati wa Hosea wangemuuliza hivi sisi tulikufa lini mpaka tukafufuka si ndio baada ya siku mbili Atatufufua. Sasa Hosea natabiri mambo haya kabla Kristo hajazaliwa, si ndio? Lakini ni wakati dunia ilikuwa kwenye giza na dhambi. Kumbuka kwamba mtu asiyemjua Kristo anaitwa mfu. Kwa hiyo Waisraeli pamoja na dunia ya wakati wa Hosea ilikuwa mfu. Na kama ukiangalia nabii wa mwisho Malaki alipomaliza huduma yake, ikapita miaka mia nne bila Mungu kutajwa. Kwa hiyo ikawa dunia yenye giza giza. Haleluya! Kwa hiyo Hosea alikuona litazama, nitazama hilo giza la miaka mia nne mpaka Kristo azaliwe. Ndiyo maana anasema baada ya siku mbili atatufufua. Na siku mbili zinazotabiriwa ni zipi? Ni miaka elfu mbili baada ya Kristo kupaa kwenda mbinguni. Haleluya, haleluya. Manake ndani ya miaka hii elfu mbili ilikuwa ni miaka ya kulizana, kulikomaza kanisa ni miaka ya kuanzisha kanisa. Lakini ukishuka hapa chini, anasema siku ya tatu atatuinua. Siku ya tatu ni miaka baada ya miaka elfu mbili baada ya Kristo kuzaliwa. We tumeshaondoka kwenye miaka ya kufufuliwa. Ndio maana tuna wachungaji, ndio maana tuna manabii, ndio maana leo tuna mitume, tuna wachungaji, tuna waimbaji, hawa ni kutoka kwenye giza la miaka mia nne baada ya nabii Malaki, hayo tumefufuliwa, tumefanywa wana wa Mungu. Biblia inasema bali wote waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Manayake watoto wa Mungu ni kanisa, bibi harusi. Tumefufuliwa kutoka kwenye giza la shetani baada ya miaka elfu mbili tunaingia kwenye siku ya tatu, maanake ni miaka mingine mipya ya kutengeneza siku nyingine. Haleluya, haleluya! Kwa hiyo, Yesu tangu alipozaliwa alipo akafa akanyakuliwa kwenye mbinguni, tumeishi miaka mingine miwili. Sasa tumeshaimaliza miaka miwili, ndiyo maana nimesema tunaishi katika siku za siku za mwisho. <laughs> Haleluya, manake siku mbili hizo ni siku za mwisho, lakini sasa tumezimaliza. Tumeingia kwenye siku za siku za mwisho ambapo wakati wowote, wa bila kutarajia, bila kuamiwa, bila taarifa yoyote kabisa, ninaweza kunyakuliwa. kwa hiyo ninaweza kusema tuko kwenye danger zone. Amen, amen. Manake ni wakati ambao mabegi tumesha ya beba, tuko kituo cha mabasi na basi wakati wowote wa lina, linakaribia kutoka Bukoba lina, linakaribia kwenye Kanazi. Sasa kama umeacha begi lako nyumbani, manake gari linafanyaje? Mwambia jirani yako shika begi lako vizuri. Muulize begi lako nalijua. Amesemaje? hajui begi. Eh, eh, lako ni wokovu. Kusanye mabegi vizuri, na mle ndani ya begi kuna vitu umepewa, kuna zawadi umepewa, unatakiwa upelekee kule unakokwenda. Umepewa zawadi ya uimbaji, utunza vizuri umepewa zawadi ya mama mchungaji, tunza vizuri. Kuna watu hawajui mama mchungaji ni huduma ha? ni mchungaji. Hebu jipigie makofi wa mwenyewe <laughs> kuna watu hawajui, na sisi wapentekoste tuliwafanya wake zetu wasijijue kwamba ni watumishi hata kanisani utakuta mama chungaji anakaa katikati ya raia. Nafikiri hao wa raia watamheshimu ma, na wa, mama nafikiri hao raia watamheshimu. Nawapigie mama chungaji, nyosheni mikono leo, ni wapigie debe. Heshimuni hao watu. Haleluya! <laughs> Heshimuni hao watu, kuna wao wanapaswa kutunza hiyo dhamana waliopewa wewe ni mwimbaji, ni nabii, ni mtume, mimi sijali cheo chako. Kinachonihamasisha mimi ni kukutia moyo uhakikishe kwamba umeshikilia vizuri na kukitumikisha kipawa chako kama Bwana alivyokukabidhi haleluya, haleluya. Kwa sababu gani nasema hivyo? Njia ya kupenya hii mbingu, kuipata paradiso Kuipata mbingu ni maisha matakatifu, lakini kitakachoamua aina ya taji utakayopewa ni kazi. Ndio maana tutaimba, tutavikwa taji tukimfanyaje eh? Tukimaliza. Sasa kuna mijitu ilishapewa hiyo kazi na haifanyi, sio ya hapa, lakini ile ya kule. Ndio maana nimesema mijitu <laughs> Nilonge ni silonge, kuna watu walishakabidhiwa kazi na hawafanyi. Sasa kama uamini, nenda kwa mkuu wa wilaya afumulize, mtu ambaye aliajiriwa kwako halafu haji kazini ama nakuja kwa, kwa kuchelewa, nini kinachofanyika? Wanaangalia ni makosa aina gani, halafu napigwa lidandasi au nakatwa mshahara kwayo. Kuna watu wako hapa wamekaa Yani mbingu zilishakata mshahara, zilishakata aina ya taji. Sikiliza, unaweza ukaokoka ukaishi maisha matakatifu, lakini ukifika mbinguni ukajishangaa mwenyewe unakaa kijijini cha mbinguni. Sasa chakuwa mwenyewe duniani umeishi kijijini na mbinguni ukaishi kijijini nah, mistaki, mistaki mi sitaki, hmm. Wengine wanasema ha? Angalau hata mimi niwe bawaba, bawaba, unajua nini mlinzi, i yani mimi nikawe, nikawe mlinzi mbinguni, wengine wanaingia kula vipochopocho, mimi nawafungulia milango na nawafungia. Sitaki, mimi nataka kwenda kula meza moja na Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Kwa kila ulichopewa na Bwana kukifanya kama ni mtoaji toa. Kuna mtu, kuna mtu mmoja asema, yani nilikuwa natoa, alafu fulani akaniambia, akaniangalia na sasa alivyokuangalia alikuzuia ile sadaka isifika kwenye chombo. We, toa kama kwa Bwana. Kuna watu hawajui, kuna watu wamepewa kipawa special kwa ajili ya utoaji, na usipotoa na karama yako hiyo ya special. Mshahara umetatwa ama ndio umepigwa lidandasi kabisa, hakuna mshahara. Haleluya, haleluya! Jina la bwana litukuzwe, jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo siku siku tulizo nazo ni siku ya tatu, ni siku ya kuinuliwa, maanake kipindi hiki ndicho Mungu yuko na jitahidi. Nicho Mungu ana jitahidi kumwaga Roho Mtakatifu. Ndicho kipindi ambacho Mungu anatamani watumishi wa Mungu, watu wa Mungu tufanya ibada kama vile hatutafanya tena. Kama ni mwimbaji uimbe kama hautaimba tena. Kama ni mhubiri ubiri kama hautaubiri tena. Kama ni mchungaji yaani chunga, ndio unasema sasa ndio na maliza chunga. Amen. Amen, amen. Haya ndiyo mabegi, ndicho kilichopo ndani ya mabegi. Ndani ya begi la wokovu kuna utumishi, wokovu, tiketi ya kwenda mbinguni. Kazi ndio itakayoamua aina ya taji utakayovikwa. Haleluya! Kwa hiyo usije kategemea litaji, sijui utakaa wapi, kwa sababu tu uliokoka. <laughs> Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, yeah. Watu wa michezo huwa wanakata tiketi. Kuna tiketi zingine wanasema za mzunguko <laughs> tiketi yenyewe ya elfu tatu unakaa kule, kuna zile zingine VIP, zingine VVIP. Eme, yani unapa- unakaa mahali kulingana na tiketi uliyokata yaani kiwango cha fedha ulicholipa. Amen, amen. nafikiri na unanielewa nina maana gani kwa hiyo namna unavyotumika mbele za bwana bila kinyongo bila kulalambika wanavayampo wanavaya mpo, Wanabaya mpo. Amen. mama fulani hajaje leo kwenye mazoezi anatuvunja moyo mwe. mwache ajifunje mwenyewe ukifikani wewe Fanya kama vile wote wamekuja. Mambo ya kulumbana rumbana chana nayo hayafai, yanapunguza krediti.